Uh, maombi, namba, uh, maombi ya jinai namba ishirini na sita ishirini na nane saba ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano kati ya Mheshimiwa Katibu Mkuu, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chadema, uh, John Wegesa Heche, na, kat, na, uh, Inspector General wa polisi na wenzake leo yaliitwa mahakamani, nikiwa na maana mahakama kuu, masjala ndogo ya Dar es Salaam, kwa ajili ya kusikilizwa. Sasa kama ambavyo tulitaarifu umma tarehe iliyopita kwamba upande wa wajibu maombi waliomba kuleta majibu yao, nikiwa na maana kiapo kinzani, kujibu yale maombi ya mleta maombi, na ni kweli wameleta wame majibu, na yalikuwa yametakiwa yame kuletwa sio zaidi ya jana tarehe tisa mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano na walifanya hivyo, na sisi leo waliweza kutupatia nakala, lakini pamoja na mambo mengine kwenye hayo eh, majibu au kiapo kinzani, wameweza kuleta pingamizi la awali la kisheria. Kwa hiyo baada ya kuwa tume tumepata hizo nakala ya majibu pamoja na pingamizi la awali la kisheria kama mlivyoona tulivyoingia kwa Mheshimiwa jaji uh, tulieleza hayo kwamba tumepokea majibu kama nusu saa iliyopita. Sasa kutokana na mazingira yalikuwepo pingamizi limeletwa uh, muda mchache uliopita, kwa upande wetu tukaona ni busara kwa faida ya mteja wetu tuweze kupata muda ili tujiandae, tuje kufanya kile ambacho mteja wetu ametutuma kusikiliza na mahakama sasa ipate nafasi ya kusikiliza pande zote na kutoa majibu ya pingamizi la awali pamoja na uh, maombi kwa ujumla. Kwa hiyo mheshimiwa jaji amepanga tarehe uh, kumi na tatu mwezi huu wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano saa nne na nusu asubuhi maombi yaje kwa ajili ya kusikilizwa kwa pamoja na pingamizi la awali la kisheria ambalo limeletwa na wajibu maombi. Kwa ukweli uh, kwa hizi siku mbili hatujaweza kufanikiwa lakini kwa taarifa ambazo tunavo, tunazo ni kwamba juzi uh, na jana hali yake haikuwa mzuri, na aliweza kufikishwa hospitali uh, ya taifa Muhimbili, kwa ajili ya matibabu zaidi. Kwa hiyo tukitoka hapa tutaweza kufuatilia zaidi ili kuona hali yake inaendeleaje, lakini kwa wakati wa siku mbili zilizopita hali yake haikuwa mzuri, na alifikishwa Muhimbili kwa ajili ya matibabu na check-up zingine za kitabibu.